Kuwa na kazi pia ya kuchagua halmashauri kuu, na niombe, uh, kama katika kanisa kwa kuna mjumbe wa halmashauri kuu aliyechaguliwa juzi, naomba asimame. Ni ndugu yetu Matayo Jali amechaguliwa, naomba tumshangilie. Naomba afike nimpe mkono, nimpe mkono kwa kuchaguliwa katika kundi hilo la kuwa wajumbe wa halmashauri kuu. Bwana akubariki sana katika wajibu wako. Asante sana. Barikiwe sana. Wale waliokuwepo wamaliza muda wao na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa ushiriki wao, kama kuna wajumbe wa halmashauri kuu iliyopita wasimame tafadhali walioko hapa. Ya, namuona ndugu yetu Reweta kule nyuma, walifanya kazi kubwa katika dasi hii mpaka wakati wao huu wa miaka minne kumalizika na jumbe wa halmashauri kuu walifanya kazi moja tu juzi ya kuwachagua wakuu wa majimbo wapya katika kipindi hiki cha miaka minne, na hawa wafuatao wamechaguliwa kuwa wakuu wa majimbo. Wa kwanza ni mchungaji John Ndimbo amechaguliwa kuwa mkuu wa jimbo na kutumwa jimbo la Tambarare, naomba tumshangilie. Kutumwa jimbo la Tambarare. Karibu mkuu wa jimbo, Mungu akubariki sana, simame pale na mwingine ni mchungaji Ishmael Ngoda, yeye amechaguliwa pia kuwa mkuu wa jimbo na ametumwa kwenda jimbo la Magharibi. Mchungaji Ngoda, Mungu akubariki sana, naomba usimame. Na mwingine ni mchungaji Anderson Kipande, yeye pia amechaguliwa kuwa mkuu wa jimbo katika kutano ule na ametumwa kwenda jimbo la Kusini. Jimbo la Kusini ni hili hapa jimbo hili hapa. Kwa hiyo tutakuwa naye mkuu wetu huyo wa jimbo e, mchungaji Andersoni Kipande. Lakini mwingine ni mchungaji e, Issai Mweta amechaguliwa pia kuwa mkuu wa jimbo na anatumwa kwenda kutumika jimbo la Pwani kule Tanga. Bwana asifiwe sana. Basi kukawa na pengo hapo moja la kuziba na hapo amepatikana mchungaji Charles Kakai ambaye anatumwa kutumika jimbo la Kaskazini. Naomba tumshangilie mchungaji Charles Kakai, karibu baba, Mungu akubariki sana. Mungu ni mwaminifu, anatuma watu kwa wakati wake, wakaitende kazi yake. Naomba tumshangilie Bwana kwa neema yake hiyo. Na sasa niwape nafasi hiyo pia mchungaji Tumaini Kallaghe yeye katika halmashauri kuu ile ameendelea kupewa nafasi hiyo kutumika kama mkuu wa jimbo jimbo lile la misioni ya diaspora kule Uingereza. Kwa hiyo yeye anaendelea na majukumu, naona ameanza safari ya kurudi Uingereza, lakini tulikuwa naye kwenye mkutano mkuu. Na sasa naomba wapewe mic. E, tukianza kule kwa jimbo la Tambarare, ajitambulishe tu kwa ufupi ili tuweze kuwafahamu viongozi wetu hawa. Karibu. Asante baba askofu, Bwana Yesu asifiwe. Nitoe kwanza shukrani kwako kwa baba askofu Daktari Msafiri Mbilu, asante kwa kuniamini kwamba naweza kukusaidia majukumu kwenye jimbo la Tambarare. Nimepokea kwa unyenyekevu na kuahidi kufanya kazi ya Mungu. Jina langu ni Mchungaji John Ndimbo na Mungu wakati huo ameniita mkuu wa jimbo la tambarare Mungu awabariki sana. Amen. Na sasa nimwombe Mama Ndimbo pale alipo aweze kusimama na kufika kusimama pamoja na mwezi wake pale. Mama Ndimbo amefika, naomba tumshangilie mama yetu amefika. Mama kwa jimbo la tambarare karibu. chuka jingoda. Chuka jingoda. Bwana Yesu asifiwe na mimi nitumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya utumishi. Nimshukuru pia Baba Askofu pamoja na uongozi na wajumbe wote kwa kuaminiwa na mimi kuwa mkuu wa jimbo la Magharibi. Niseme kidogo, kuna wengine hawajui jimbo la Magharibi liko wapi, wanafikiri labda ni lile la nje ya nchi. Jimbo la Magharibi linachukua sehemu ya wilaya Handeni na Kilindi Kienda maeneo hayo, ndio jimbo la Magharibi. Lakini pia baba askofu, namshukuru Mungu kwamba sasa nimepata wadogo zangu katika huduma. Nilikuwa na mdogo wangu mchungaji Ndimbo, sasa nimeongezewa na Kakai. Taendelea kuwaelekeza na mimi namna ya kwenda, tunaanza na mguu gani ili tuweze kwenda vizuri. Nashukuru kwamba tutaendelea kumtumikia Mungu na Mungu endelee kututia nguvu. Amen, amen. Mama ye hajafika mama um, kwa jimbo moyoni atafika. Asante, hizi mic namba ziandaliwe vizuri, hiyo moja irekebishwe, ibadilishwe. Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Basi nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuwepo mahali hapa siku hii ya leo Nilichaguliwa na kutumwa kuwa mkuu wa jimbo katika jimbo la Kaskazini nikitoka usharika huu wa Kanisa Kuu. Nipende pia kushukuru Halmashauri Kuu na Baba Askofu kwa kuniamini tena na kunichagua kunituma kutumika katika jimbo la Kusini, ambapo usharika huu wa Kanisa Kuu upo. Naamini kwamba tutaendelea kutumika sawasawa sawa, ili jina la Bwana litukuzwe. Asante sana Baba Askofu. Asante, tunashukuru sana mama. na yeye yupo? Leo? Asante, karibu kwa jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuonekana tena kwa mara hii ya pili. Nikushukuru hasha Mwaskofu kwa kuniona na kwa kuona kwamba naweza kukusaidia, ila Mungu asiachee asituache. Maanake ni kwamba Mungu aendelee kufanya nini? Kutusaidia. Nimewapenda na nitaendelea kuhamisi sana wenzangu wa Kusini, lakini acheni jamani, ni ambaye, ambaye. <laughs> Tutazidi kuwa pamoja, nasema nkiinuliwa ntawavuta wote mje kwangu. Asante Baba Askofu, asante sana mkuu wa jimbo. Niombe kama mama yupo afike hapa, mama mkuu wa jimbo hilo la Pwani. Uh, tafadhali, asante sana, karibu sana mama, asante, karibu mchungaji um, Kakai. Baba Askofu Daktari msafiri Joseph Mbilu, pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu na halmashauri kuu na vyombo vyote kwenye itifaki yako walioona kwamba na mimi naweza kutumika. Niliaminiwa kwanza na kutumwa usharika wa Mtonga pamoja na idara ya vijana, ambapo naendelea kutumika hapo mpaka pale nitakapopata maelekezo mengine, na ninawashukuru washarika wote kwa maombi kumwombea baskofu, ambapo sasa kwa namna hiyo nasi tunaitwa kutumika pamoja. Mchungaji Ngoda mkuu wa jimbo la Magharibi amesema watanielekeza Nategemea maelekezo kwa sababu natokea kwenye idara ya vijana, ambapo hasa tuna lugha za kwetu kule. Ukimpigia simu kiongozi, asema dakika na nakuja, unamsubiri dakika thelathini lakini anasema anakuja kwa mwendo wa ngiri, unasubiri dakika 30. Sasa anategemea watanielekeza na, na kubadilisha lugha ili lugha zipatane na hawa tunaowahudumia, ili tusiye tukawakosea. Na kushukuru sana kwa kuniamini, nimepokea kwa unyenyekevu, nitafuata maelekezo na kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Asante sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, tunapenda kushukuru. Asante Mchungaji Kakai. Na kwa njia ile ile tutawapa mikono wachache sasa. Tunapunguza wakina baba wawili, kina mama wawili na wanakwaya wawili na watoto wawili, tuweze kuwapa kuwa mikono viongozi e, wetu hawa wote, wakitanguliwa pia na mama askofu na katibu mkuu na mama dini mteule na wale wachungaji waliopo, tafadhali kuwapa mikono na mama e, dini mstaafu pia chungaji Lumwe, wale wachungaji tafadhali